Hakuna mtu ashaistuka kama CS Ruku sesruku, huh? Unajua umeenda umeitwa interview a television interview na public television alafu mtu unaongea genest, unasikia akukwenywa na kunywa chai eh. <laughs> Sasa unashangaa hao yes And at that moment, C.S. Ruku alikuwa anaongea <inaudible> kuhusu Gachagua's political what? The death of political milestone ya Gachagua. Kasema hii ya Gachagua inaisha kufa. Gachagua hakuna Kenya naweza sema sahihi. Ligadi Gachagua has no candidate. His party has no candidate in Mbeere. So and, if he's uh, if he's a, a state officer. he, he a, a a very very powerful uh, politician as he, as he purport to be, be be why why, do can can how We don't political candidate, candidate I mean in in his own uh, uh, DCP? We have many, many professionals in Mbeere North. who who who who are well trained, very good members of parliament for Mbeere North. Anaambiwa bwana unajua nini? Riggy G akukwenyu akukwa shosho wako aku, aku ako anakunywa chai sahi. Hey, mama yangu, game over, mwenye uwanja wake kaingia sasa.

anakunywa chai kwa mwenye anamwongelelesha. While Roko is busy

Ae, <mato> kumbe shosho pia Ruku ni mtu wa nani? Ni mtu wa Karishi pale Mbeere kwa hiyo by election. Sasa kama shosho a Ruku ako hapo nadanganya, kalinda na, na nani na Kindiki ati na nani ndo anapita, siona hapo, iko uongo noma si noma. Mimi najua mumeamua kuchagua kucha Karisi ndio Kasongo na Karida wanasema wataiba kura yenu. Mimi nimekuja kusaidia nyinyi kulinda kura ya watu ya Mumenje. Huwa Wamuthende anaona moto. Kwa Wamuthende waacha urudi tu Mombasa. Achana mambo ya mbele. Eh, hey, hiyo achana nayo. Shosho ya Ruku ako pale, Ruku anakudanganya. Ah, we uoni. Politics is interesting. You're telling me. <laughs>

Huyu jamaa naye ni mchokozi zaidi. Huyu jamaa ni mchokozi, huyu jamaa ni hatari, anakupiga zakahasha. Huyu jamaa siasa ajaanza janagurura.

Your own grandmother is so accessible, hata huko kwake hakuna perimeter wall, hata hakuna security guard. Rigathi just walked in eh. Hey, mama yangu, game over. Mwenye uwanja wake kaingia, sasa game ishaisha hii. Alafu you try to convince people how uh, uda is bebe chapati. Aliingia boma ya kwanza amebeba silaha, ukipenda zaidi ni vikombe na mkate. Akaingia kwa boma ya nyanyake, ukipenda zaidi, Bwana Ruku. Huyu jamaa anaitwa Ruku. Eh. Akifanya ma interview. Si, Ruku. Ya jamaa za. Ruku. Kuni. Eh mm. Chiroko. Mm. Kuni. Ruku, unajua kwetu ni Oroko. Eh, hiyo sasa. Hey, Ruku. Ruku ana bahati. Hiyo hiyo siti, hiyo siti na haiendi na uda. Akubali mapema. He is losing his yes position because of that. Too bad for him.